Mtazamaji wa Mnyasa Media, siku zinazidi kusogea kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch pale visiwani Zanzibar ndani ya Amani Complex. Eh, wana Simba wenyewe wanatangaza ubaya ubwero, na kuambia kwamba atakayeingilia mchezo huo watafunga maturubai. Ndio kauli ambayo e, inaendelea kusema mtaani. Naungana hapa na mchungaji wa Simba kuzungumzia kauli hiyo, yeye anasemaje kuelekea mchezo wao wa Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo mkubwa kabisa wa nusu finali, kombe la shirikisho barani Afrika. Mchungaji wa Simba habari za muda huu? Mungu ni mwema sana. Mambo anakwendaje mchungaji? ah, kama kawaida eh. Eh, kama kawaida sisi tumechangamka, unajua ile ile starehe ile ile Ryan Sofenel bado ipo, bado ipo eh. Bado mnasherehekea lakini watu, ile haijakata mpaka leo, haijakata mpaka leo kwa miaka 32 mchezo eh eh, kwa hiyo unakuta mpaka leo watu wanaendelea kusherehekea eh, bado wanaendelea kusherehekea, wamesahau kwamba wana kibarua kikubwa kingine mbele, bado watu wanasherehekea. Mchungaji wa Simba kauli ya kusema kwamba atakayeingilia mchezo wenu dhidi ya Stellenbosch mtafunga maturubai ina maanisha nini mchungaji? Tumezamiria, tuko serious Mnafungaje maturubai? Tuko serious, tunataka tuchukue ubingwa, sio kuingia finali tukuchukua ubingwa. Tumechoka. Mmechoka. Eh, hey, tokea timu ianzishwe je, kuchukua ubingwa wa Afrika wote bwana? Aibu kubwa. Tokea timu ianzishwe. Eh. Hey. Haijawahi. Kwa hiyo mwaka huu tunataka tuvunje mwiko. Sasa maturubai. Na tuki na sisi tukichukua ubingwa tu. Hey. Yanga naye hayuko mbali. Maturubai mnafungaje ya maturubai? Mpura. Maturubai si watu kufa bwana eh. Ah. Sasa. Kwa mna, hiyo mna, mnafanya mpaka watu wafe kwa sababu ya mechi ya Simba bwana. Wote naelewa. Hey. Watu wanateseka, watu wanaumia, watu wanapata taabu. Eh. Hey. Timu e ja kwenda kuchukua ubingwa. Sasa hivi hatutaki utani, tuko serious eh. Na kutokoza serious ndio kusababisha tusichukue ubingwa mara nyingi. Kwa hiyo kwa kwa ujumla ni kwamba hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mfumo umekwenda na maji. Tuko serious. Kwa mnatoa onyo mchungaji? Tuko serious tunataka ubingwa. Mnatoa onyo. Ya. Yeah. Ah. Kwa hiyo hilo ni onyo kali atakayesikia asikie. Asiyetaka aendelee. Atakutana na huyo moto. <laughs> Atakaye? Ata eh ata, ni eh, tangazo kama tangazo tangazo. <laughs> Yoyote atakaye kutana na Simba eh, asiingilie katika mfumo. Ukiingia katika mfumo utakwenda na maji. Ah. Tuliwaambia kwanza kwenye mechi yetu kama usiki usije. Walikuja. Kama usiki? Usije na hii mechi tunawaambia ole yeah, wake mtu atakayeingia kwenye mfumo. Yaani sasa, sawa, umeingia kwenye mfumo wa Airtel au wa Vodacom yeah. <laughs> so yeah, unyo kwenye mfumo wao, wanakufanya wanavyotaka wao, kwa hiyo ole wake atakaye kwenye mfumo wa Simba. Safari hatuna utani, sasa tunataka ubingwa. Simba ameamua hivyo, sio kama. Ndio mfumo ndio upanga huu mwaka huu. Sasa mwaka huu mpaka mchungaji yuko ndani wao hujaogopa, lini mchungaji amekuja kwenye mpira? Yamshtukie, kuna mifumo imebadilika zamani mnaenda sasa, hamna cha Bagamoyo wala wapi. Sasa hivi ni mwendo wa maombi tu. Unajua, watu tumeega wapi? Kwa Mazembe. Mazembe, miaka yote game ngumu kanisani. Umekuja na mambo mapya makina mamposa, sio kina mchungaji, makina sijui nani Yaani sio Dar es Salaam na humo humo. Humo humo. Yaani shughuli imekuwa ni, ni ya Kimungu tu. Na kule Zanzibar mnawapeleka hao. Vibaya sana kwa mambo ya dua tu. Kwa safari tumeamua sisi hatuna kitu cha kutuzuia tusichukue ubingwa. Ah, kwa nini mezamilia Simba? Eh, ni mambo ya maombi tu. Kwa hiyo mambo kushirikiana tushaachana nayo. Sasa hivi tumesema kwenye mambo ya kumomba Mungu. Kwa hiyo mpaka mpaka Ally Kamwe jana Ahmed Ally jana anasema haleluya kwa mchezo ni. Ah? Jana kazungumza kazungumza afu akasema haleluya. Sasa hapa kuna haleluya kuna kazi tena. Mchungaji wa Simba amemaliza. Sasa mpaka anasema haleluya eh. <laughs> Cheka mchungaji eh. Watu wanasema yeah, kwamba mchezo wenu eh, ni mgumu kwa maana ya ile timu eh, ina wazungu wengi haina watu weusi wengi na inaendeshwa kisasa sana, hasa hiyo ndio nzuri, haina uswahili haina swahili eh, yeah. Kaiza Chifu au Orlando iua ni shughuli, kwa sababu ale waswahili wale, wa Asa hawa jamaa hawa wazungu wao ndio watangia kwenye mfumo vizuri kwa sababu wao hawataki mambo ya Kiswahili, wao wanafuata mfumo, au ndio watangia kwenye mfumo juma zima, wewe mpigaji na kwenda kumaliza kwa goli ngapi? Amani kwa Mungu akipenda goli tatu, goli nne, goli tatu, na mkumbuke hmm, robo finali, nusu finali, goli sio nyingi, ukipata goli mbili ni nyingi sana, mbili nyingi sana, robo finali na nusu finali <coughs> <Yeah>. Goli mbili ni nyingi mno, na ndio maana dunia ilishangaa Simba alipindwaje goli mbili Dar es Salaam, aizofungwa <onye>. Na Al-Masri alipindwaje <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> goli mbili ni nyingi sana hasa ukiwa unacheza nusu finali au robo finali. Lakini Ulaya kule kuna watu walipindua goli, inatokea mara chache, inatokea mara chache, lakini Liverpool alipindua goli nne. Nasema hivi ni mara chache, lakini mara nyingi nusu finali goli ni nyingi sana, ni mbili. Simba ipata mbili tu hapa kaenda finali, ipata mbili tayari kaenda finali kwa eh, mm, ch sababu hata kule South Africa kuna kule anza kule kapata sare mm, mm, au akapata goli moja na au akapata goli akawa Simba amepita. Kwa hiyo kupata goli mbili bila ziwe mbili bila, Simba anaenda yani mm, mchungaji wa Simba watu wanapata kidogo Mushkeli eh, kidogo wanasema kwamba mashabiki wengi wako Dar es Salaam. Sasa kule Zanzibar uwanja mdogo eh, ule huo Benjamin Mkapa nachukua watu elfu sitini na zaidi kule elfu kumi na tano, na ile vibe itakuwa kama dogo hivi kwa mashabiki Simba, kuchezaka bila washabiki na wakapata magoli mawili, itakuwa hiyo bila washabiki. Hamna washabiki, elfu kumi na tano ni wengi sana? Ni wengi mno Salaam, yani kama, kama ah, Simba amecheza bila washabiki na akashinda, kwa hiyo ile game ya kule hata kama mashabiki wasipokuwepo mm. Simba itafanya vizuri yeah. Ujumbe, wa ujumbe, ujumbe, mimi nishatua Zanzibar mbona bwana, nimeenda jana na nimerudi, ile naondoka tena kesho. Yeah. naenda tena Zanzibar. Yeah. nitakaa kule mpaka nione kimelewe Jumatatu hey. Kesho naenda tena kwenda na kurudi. Ukishapewa mzigo, ukishapewa mzigo bado mpaka utue umpi mtu mzigo huo, kwa sababu umepewa wewe. Maombi yamestiki sehemu moja, kwamba umeombea sehemu fulani, uwanja umeombea Um, yeah. Kwa muda mrefu. Kwa ile sehemu sasa inakuwa ni sehemu ya matokeo ya kushinda tu. Mm. Ili usifanye hivyo sasa. Inabidi uombe kama ulivyokuwa umeomba wapi? Umeomba eh minkapo. Benjamin Kapo napeleka kule. Sababu jana nimezunguka mara tatu. Mm. Kesho naenda tena nazunguka mara tatu. Inakuwa mara ngapi? Mara sita. Ni Jumamosi nazunguka mara moja. Inakuwa mara saba. Kuna watu wanatamani angalau wafe goli tano wale watu bwana. Hizi ni kutolewa hizi sio kufa. Kielelewa. <laughs> <laughs> <laughs> Ii shughuli anatakiwa atoke, so unaweza ukashinda hata goli nne, akapata goli tano, au zero zero hapa kule moja moja, eh Simba kapita. Oh, cha cha muhimu Simba, yaani tunachoomba sisi tuvuke na kuna slogan tumekuja nayo hii, safari hii, kwamba haishi mpaka aishi, hayo inasemaje ile? Hatuishii hapa, hatuishii hapa, eh, sema na maana eh sisi hatuishii hapa mpaka tuchukue ubi, ubingwa, tuchukue ubingwa. Ndio hii, hatuishii hapa hatuishii hapa, sisi ambapo ndio natembea nayo sasa hivi kwa hiyo wanasimba wamejipanga kuhakikisha kwamba mnafika finali kuchukua ubingwa? Yes, ndio kitu ambacho tumejipanga. Hebu tupe, tupe picha mchungaji, mkifika finali ndio umechukua ubingwa mchungaji. Hali kwa ujumla ni kwamba kitakachofanyika mitaa, kuna eh, mitaa itabidi tuipambe kwa kutumia bendera za Simba bendera za Simba eh. Kumbuka ile mechi tutachezea hapa Dar es Salaam eh, ile ya kuchukua kombe eh, ina maana tukikabidhiwa kombe kesho yake lazima twende Ikulu kwa mama eh. Kwa hiyo mitaa Simba zote tutapamba bendera za za Simba. Simba. Simba. Pili. Suti. Mwana Simba yoyote maandalizi. Kuna mtu ataniuliza, wewe unasema maandalizi ya ubingwa wakati hujavuka. Mimi kwangu nishavuka, wewe ndio bado uko nyuma. So, uh. Mimi tayari nishavuka, nasubiria fainali. Na finali tutaipamba ile Benjamin Mkapa, mm. Asijajua kwamba Benjamin Mkapa atachezea pale, Wali ninapoonyesha tutachezea pale. Hapana, mbona mbona matengenezo jana yameanza kufanyika. Ni kwenye jukwaa tu wa, so, jukwaa ni,

mtu mwingine eh, mpaka anakuuliza, sasa wewe, bila kwenda kwa mganga utafanya kitu na lazima uende, bila hivyo upati kutokana nini tayari, mm. Ushajiseti kwa mganga mm. Sisi tumejiseti kwa Mungu aliye hai mm. umeelewa mm. Kwa ujumla ni kwamba hii mechi hii tungeza dakika kama ni finali hapo mm. ule uwanja wote tutaupamba kwa rangi nyekundu, rangi nyekundu na barabara, kuanzia pale mpaka Msimbazi, barabara nzima tutaipamba rangi ya Simba. Mbona bwana pili mm. Mimi nitatengeneza <coughs> suti suti kichungaji Na nikiwa uwanjani nitavaa ile kola ile kichungaji, kama kawaida. Eh. Baada ya hapo ndio mpira utakuwa umeisha. Eh, sichezi tena mpira. So si si, si mambo ya mpira nitakuwa siko nayo tena. Unawaambiaje wale watu ambao wanasema kwamba wanaingilia mchezo wenu? hata wanasema wengine wamesema mashabiki kwamba waliingia mchezoni wa Al-Masri ndio maana mkafika mpaka kwenye mikwaju ya penalti. Sehemu hizo huwezi kuwakwepa hao watu. Hao watu, watu wabaya hawawezi kuwakwepa. Sehemu zote lazima wawepo. Eh. Hata ufanyeje? Eh. Hata kwa hujafanya lolote. Ah eh. Hao watu huwezi kuwakwepa, lazima wawepo tu. Lazima wawepo. Umemkosea ukumkosea, anakuchukia. Anakuchukia tu. Eh. Kumbuka kuna watu unaongea nao, kumbe hawakutaki. Ah. Eh. Na unaweza kuwa uko kazini ukajua, watu wote mimi wananipenda. Kumbe kuna anayekupenda mmoja tu. Inawezekana hata wote kuna anayekupenda. Ila ujui, eh. Sababu mioyo. Na Mungu anasema hivi yeah. Anasema anawachukia watu ambao wanampiga wana mtu kwa siri, yaani wewe kwa siri. yeah. kwa yeah. Unajua yameisha mm. Lakini mtu moyoni anakuwa akupendi. Kwa hiyo hata Simba wanaochukia Simba ni wengi kuliko anayempenda, hata wengine wako ndani ya Simba simbatapendwa oh. yeah. ah. na wote ndani yeah. yeah. ya Simba kuna watu wengine si watu wazuri. Neno lako mchungaji kwa wachambuzi ambao wanasema kwamba Simba haitoboi fainali na kuchukua ubingwa. Waendelee hivyo hivyo. Mpaka tukichukua ubingwa tuone aibu. Waendelee hivyo hivyo. Unajua wanavyosema vile ndio wanapata aibu wao. Ah. Eh. Ulisema mtu aende makundi kaende. Kaende. Kaza aende nusu kaende. Kaende. Ah, anaingia fainali bado umo. Ubingwa anachukua sio tasemini tena. Unasema sio ubingwa mwepesi, sio utasema kombe lenyewe alifai, sijui hata semini tena. Ah. Sababu Simba atakuwa ameshapiga hatua moja kwa kwa shirikisho tayari. Mm. Bado klabu bingwa barani Afrika. Mchungaji nikushukuru na nikutakia kila la heri kwenye maandalizi ya mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Mungu akubariki sana na tuendelee kuiombea timu yetu ya Simba Sports Club. Yaani waandishi wa habari wa mwendelee ku-support Simba Sports Club.